Tuelekee kaunti nambari saba ambapo wasafiri uh, katika kaunti za Garissa na Tana River watasubiri kwa miezi nane zaidi ili kutumia daraja jipya la kisasa baada ya mkandarasi kukosa kukamilisha mradi huo kwa muda uliokusudiwa, huku wakidai kwamba kumekuwa na changamoto nyingi. Kamati ya ukaguzi wa miradi ya serikali ilitathmini ujenzi wa daraja la kisasa linalounganisha kaskazini mashariki na kaunti nyingine ikiwemo Nairobi, pwani na Ukambani. Mradi huu unaoharimu serikali shilingi bilioni 1.7 unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Juni mwaka huu. Kadhalika msimamizi wa utekelezaji wa miradi ya serikali kutoka ofisi ya Rais Duncan Mwarera, amesema kuwa asilimia 50 ya ujenzi wa barabara ya siolo madogashe tayari imekamilika. This road that starts from Mandera, to Lamu, to Ngare, to Elowak, from Elowak to Kombo, from Kombo to Kotro Mandera, from Kotro Mandera to Kotro Wajia, from Kotro Wajia to Tabach, Tabach to Wajia, Wajia to Samata, Samata to Habaswen, all the way to Madogashe, then from there to

Ujenzi wa daraja hilo liliidhinishwa na serikali baada ya mafuriko kuharibu kivukio cha awali kilichounganisha eneo hili. Baada ya uharibifu mkubwa ya mafuriko kwa daraja lililojengwa miongo minne itakuwa ni matumaini kwa wakazi wa Garissa kushuhudia kufunguliwa kwa daraja la kisasa jipya litakalofunguliwa miezi minne zijazo. Faisal Abdurrahman, Runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Garissa. Tuelekee kaunti nambari kumi na sita ambapo visa vya watoto wachanga